Hapa ni kwenye kambi ya timu ya taifa Taifa Stars kwenye mji wa Ujda, Moroko ambako timu ya taifa Taifa Stars ilikuwa imepiga kambi hapa kwa mchezo wa kufuzu Kombe la Dunia dhidi ya Moroko. TFF TV leo ipo kwenye kambi ya timu ya taifa ya kuzungumza mengi ambayo yako ndani ya kambi hii. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo. Karibu. Na kama ambavyo nimekuambia kwamba TFF TV katika siku ya leo inatokea kwenye kambi ya timu ya taifa. Mmoja kati ya wachezaji ambao uh, wapo kwenye kambi ya timu ya taifa hapa Moroko, uh, ni Yakub Suleimani goalkeeper, uh, ambaye alianza kwenye mchezo dhidi ya Moroko ukiwa ni mchezo wake wa kwanza, lakini pia ikiwa ni kwa mara ya kwanza ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Yakub, mambo vipi? Namnaona uh, kambi ya timu ya taifa kwa mara ya kwanza, lakini umeanza pia katika mchezo um, wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Moroko uh, pale ambako umeitwa kwenye kikosi kwa mara ya kwanza, lakini pia unacheza kwa mara ya kwanza kwako, kichwani nini ambacho kilikuja? Nashukuru ah, Mwenyezi Mungu kwa, kwa kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa Tanzania, nawashukuru no na walimu pia kwa uweza kuniamini kwamba naweza kulitetea taifa na kuniita hapa. Nashukuru Mungu na nashukuru walimu pia na juhudi zangu ambazo nimezionyesha ndo zimesababisha kufika hapa. Mm. Uh, wakati kikosi kinatangazwa na unaitwa kwa mara ya kwanza ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani Zanzibar. Mm. Yeah. Uh, ulibahatika kushuhudia wakati kikosi kinatangazwa au ulipata taarifa kupitia kwa mtu Amna, um, nilipata taarifa tuuaa mtu kwa sababu ni ndio ilikuwa natoka mapumziko Dar es Salaam kwa la Zanzibar mm, kwa ajili ya break ya national team mm. Kwa hiyo kufika kule nikapigiwa simu kwamba, bwana, umetangazwa katika kikosi cha timu ya taifa Tanzania, na mimi nikaenda kuhakikisha mm. yeah. Ha, nani alikupa taarifa? Taarifa ya Mwanza nilipa katibu wangu ambaye timu yangu wa zamani JKU, mm. na nilipigia simu mm. mm. hey, wewe ukaenda kuhakikisha wapi sasa? <laughs> Tanfootball iliingia kwa sababu ndo taarifa zote zinapatikana huko za taifa mm, yeah. mm. Na baada ya kuona kwamba kweli jina lako lipo na vitu kama hivyo uh, ilikupa nafasi kiasi gani kwenye moyo wako? Nilijisikia furaha sana. Nilijisikia furaha mm. sana kwa sababu timu ya taifa ni ndoto ya kila mchezaji ambaye anacheza mm. mpira anatamani kuitwa katika timu yake ya taifa kwa sababu ni sehemu ambayo inakujenga mm. wewe Mm. ya yeah. Familia ilipokeaje? Pia familia ilipokea vizuri sana, makaka zangu, mama angu pia ndo alifurahi zaidi yani mm. kwa mwanawe kuingia katika kikosi cha timu ya taifa. mm. mm. Kabla ya mchezo dhidi ya Morocco ukiwa na makipa wenzako mm -hmm. ulidhani kwamba unaweza kupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi? Ah, amna mm. yeah. E, nimekuja hapa ila mwenyewe kuwa nasema kwamba mimi nitakapoanza mazoezi haya ya national team natakiwa alipombale kwa sababu mazoezi ndio yanamjenga mtu kwenda kucheza vizuri kwenye mechi. Kwa hiyo unapoonesha mazoezi, mwalimu anaweza kukuamini kuelekea mm, kwenye mechi ukapangwa, ukacheza uka, uka, vizuri na kikosi wakati kinatajwa mkiwa kwenye kikao chenu cha ndani, kocha anataja kikosi sasa, kwamba hiki ndio kikosi ambacho kinacheza dhidi ya Moroko, na jina lako ndio la kwanza kutajwa kwenye kikosi kwa maana ya kusimama pale uh, langoni. Ulipata mshtuko pengine? Nilipata ah, nilipata mshtuko kwa sababu kuna kazi kubwa sana yani, katika kulipigania taifa yani ni kitu kikubwa sana kwa sababu watu wote wapo wanakupiza mawe ambayo na unalipigania taifa agada iye, likiaruka taifa imeusha ee, likiajui taifa imelipandisha ee. Kwa hiyo so kazi rahisi kabisa mm. Na baada ya hapo ulipokeaje ya kwamba wendo utasimama langoni kulipigania taifa? Nilipokea vizuri kwa sababu Unapopoa zamala ya kitu wewe oh, unaweza mm. amana mazali umepoa, zamala watu wamekuamini, mm. unabudi nawe kujiaminisha kwamba naweza, acha lende mm. nikalitetee taifa, nimipe taifa kitu ambacho wa wanahitaji wananchi kwa umma na wachezaji wenzako. Baada ya wewe kuwa sasa umekusha tajwa kwamba ndo kipa namba moja katika mchezo dhidi ya Moroko, uh, kuna waliokufuata mkazungumza, uh, kuelekea kwenye huo mchezo? Eh, yupo, nilizungumza na Baka Ibrahim mm. Baka nilizungumza naye aliniita mm. akaniondoa hapo akaniambia, dogo wangu usiwe mm. na hofu usiwe na pressure yoyote mm. hata nini mpaka hapa ambapo nimefikia, nimeanza kama wewe, nimeita national team kwa mara yangu ya wa mwanzo nikaaminiwa mm. nikaweza kucheza vizuri. eh, mm. ondoa hofu, ondoa pressure, cheza confidence kama ambavyo unacheza kule nyumbani ligi yetu na kukutana na timu kubwa, huna pressure yote na play vizuri. Kwa hiyo na hapo, ondoa pressure pa kuondoa mpira, ondoa pa kuplay kucheza na mwenzio, kucheze pa kupoza, bipoze silaofu yote. Kwa hiyo nimeweza kuwachukua lima leno nikasema pressure amenipa hope sana, na baada ya kufika uwanjani, uh, unakuta uwanja umejaa kama vile uh, kwako, nini ambacho kilikuja na kuelekea kwenye mchezo huo muhimu dhidi ya Morocco mchezo wa kufuzu kombe la dunia na ukiwa ndio unachezwa kwa mara ya kwanza. Nilipofika uwanjani pale, siuni si dogo, kwa sababu washabiki wa Morocco eh, na naweza kusema ni washabiki wa tofauti na timu nyingine, ni yani mataifa mengine mm, yani washabiki wao wana shangwe kubwa sana yani. Mm. Endapo eh, ukiwasikiliza wale wanaweza kukutoa katika mchezo na ndo kusudie mm. lao wakati mm. tunaingia uwanjani kukabidhiwa uwanja ule mm. walituzoenea, wakapiga makelele sana. Uu, mm. eh, mingi sana yao ipiga mm. ili mradi ile kututachawisha, ila tumekabua uwanja tumerudi mm. vimbali mm. tumepokea maelekezo ya walimi, tumeingia kwanza mechi, dakika ya mwanzo hadi dakika 90 ninashukuru Mungu, tule play vizuri, performance ilikuwa nzuri, matokeo yetu yalikuwa so mazuri kwa upande wetu lakini performance ilikuwa nzuri kwa wachezaji wote kabisa. Natambua mama yako ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Baada ya kuipata hiyo nafasi ya kwamba ndio unaanza katika mchezo huo, ulifanya mawasiliano na mama kabla ya mchezo e? Nilifanya mawasiliano na mama mm, e, nilipoona tayari ni kipo ambaye naelekea kuanza katika mechi mechi mm, kubwa hii mm, akufuzu kondeleabinia nikasema acha alimcall mama kwa sababu dua mm -hmm. ya mama airudi, dua mm -hmm. eh, ya mama airudi. Kwa hiyo nikasema acha alizungumze na mama kwanza. Nimezungumza naye mama, akanambia wanauru kuwa mtulivu tu, mimi nipo kwenye kioo, japo usiku nitakutizama, labda kipindi kimoja nitakutizama, lakini kuwa mtulivu. Unaoenda unaoenda kucheza nao wote muni naonamiumiiii na mpira ndio huo huo, kwa hiyo nenda pale kubali rais rahisi rahisi tu hmm. E, nimesikiliza nikasema mama kalipabiga po mzuri sana hmm. Acha lifanyie kazi na mazalama katikati ana, ana liizaoaimi isimwangushi hmm. Licha ya kupoteza lakini save the mana kutoka kwa wakati namna anavyocheza mpira na wenzako na vitu kama hivyo. Hali kiujumla ilikuwa namna gani uwanjani? Haikuwa rahisi yani, haikuwa rahisi kwa sababu Morocco ni timu ambayo inakupa pressure ili wewe yani, ili mradi inakusababisha o uweze kufanya makosa muda wote eh, yani, ukitaka ukiamua kucheza na mabeki wow, za, zako ili mradi kumtafute nafasi za kuweza kuscore. Yani wao wanakupa pressure ili upate kukosea. Kwa hiyo mm, sio kazi rahisi, ila tumefanya kazi hivyo vizuri. Mimi na mabeki wangu tumeweza kucheza na tumetengeneza nafasi mm, mbili nafasi kipindi cha mwanzo tumeshindwa mm. kuzitumia mm. Mm kipindi cha kwanza bila bila kipindi cha pili ukaruhusu uh, uh, goli mbili. Nini ambacho ulikiona? ah, kipindi cha lwazo najua, mpira kila kila muda unapokwenda na wuyo unakuwa mm. pumzi yako inakata mm. e, na hali ya hewa alikuwa so nzuri ki upande wetu, kwa sababu ni hali ya hewa ya baridi. Kwa hiyo kipindi cha lwazo tumeweza ku maintain game vizuri ili kuziba mianya yote ambayo Moroko aliweza kuitumia kutaka kuitumia ni, baridi, mm. tumeweza -hmm. kuiziba, ila kipindi cha pili haikuwa hivyo, kwa sababu ni hali ya hewa ilikuwa ni sio nzuri. Hali ya hewa baridi, miguu imeshika gazi, kwa hiyo tumerudi after lini, kipindi cha pili mwalimu alituambia mm. -hmm. cha pili mm -hmm. kuwa kitakuwa kigumu kuliko kipindi cha mwanzo mm. kwa hiyo tukaze kamba ili mradi, tuweze kulifikisha ili yeah. ya baada ya mchezo wachezaji wenzako umezungumza wamekwambia nini kuhusiana na performance yako kwenye mchezo dhidi ya Moroko? Baada ya mchezo nilizungumza yeah. na wachezaji wengi eh, wengi walinipa hongera, kwa sababu ni mara yangu ya mwanzo kuitwa mm. national team ya Tanzania, na ni mara yangu ya kwanza wa kuweza kucheza mechi na mechi, ambayo nimecheza sio ndogo mm. ni mechi kubwa ya mechi ambayo inatizamwa na mm. dunia nzima yani eh, kwa hiyo mm. wamenipa wame hongera mm. wamenipa hongera wamenipa big up sana kwamba unaweza mm. endelea ukirudi kwenye ligi, endeleza performance yako nzuri, itakupalisha kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Baada ya mchezo ulizungumza na familia na mlizungumza nini? Uh, tulizungumza na familia, nilizungumza na kakaangu, nilizungumza mm. eh, na mamaangu kakaangu ni nikipa kama mimi. Kwa hiyo mm. amenipa hongera kubwa sana mm. e, na uwezo kucheza mpira dakika tisini bila kufanya makosa kwa hiyo makosa ambayo kayaona pia kanambia urekebishe hichi, ufanye na hichi. Nimezungumza na mama naye pia akanipa hongera sala, ongera mm, sana sana sana sana. Anambia, hongera mwanangu, umepambana vizuri, nimeona mm, e, jinsi ambapo umeumia mm, mm, sipendi mimi, ndo maana mambo ya mipira ukicheza wewe. Ya, kwa hiyo amenipa hongera sana na amenipa pole pia kwa kupoteza mchezo ile amenipa ongera nyingi. Uh, tutaendelea kuzungumza mengi kuhusiana na uh, wakati wako wa kwanza kuitwa kwenye national team uh, lakini pia mchezo wako wa kwanza dhidi ya Morocco. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, alafu tutarejea hapa baada ya mapumziko hayo mafupi. Nam, tumerejea tena hapa na bado tupo kwenye TFF TV tukiwa tunaendelea kuzungumza uh, na golkipa Yakub Sleiman kwa mara ya kwanza akiitwa kwenye kost cha timu ya taifa, lakini akicheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Morocco kwenye mchezo wa kufuzu kombe la dunia. Lakini kabla ya kuendelea mbele zaidi uh, na Yakub, tumsikilize kocha wa makipa Osama Hamdan anasema nini kuhusiana na golkipa Yakub Sleiman. well, you know, it's national team it's very important.

Insha Allah. Naam, huyo ni kocha wa makipa wa Taifa Stars uh, Osama Hamdan amezungumzia uh, Yakubu Suleiman kwa namna ambavyo uh, anamwona yeye katika ufundi zaidi uh, na mpaka kiasi cha kuweza kuanza kwenye mchezo dhidi ya Morocco, lakini pia vile vile ndani yake amempa max amemrate, uh, Yakub katika alama tisa kati ya kumi kwenye mchezo dhidi ya Morocco. Uh, kocha wa magolikipa Osama, ambaye mmekuwa mnafanya naye kazi tokea umejiunga na uh, kambi ya timu ya taifa, mpaka mnakwenda kwenye mchezo dhidi ya Morocco, yeye amekureti wewe kwa alama tisa kati ya kumi. Wewe mwenye binafsi performance yako, nikwambia uh, ujipe alama, utajipa alama ngapi kati ya kumi kwa vile amenipa alama tisa? Kamera inaweza kusimama na ila na mimi naweza kujipa pale pale alama tisa kwa sababu siwezi kujipa alama kumi kwa vile kitu ambacho mm -hmm. nimekihitaji toka kabla ya mechi mpaka baada ya mechi akijafanikiwa. Kwa sababu kabla ya mechi nimesema, naenda kuchukua clean sheet katika mechi ambayo ya kwanza hii na mechi kubwa mm -hmm. na ya kwenda na kushiriki kombe la dunia. Kwa hiyo mm -hmm. mechi yangu ya kwanza natakiwa katika ili ni, ili ni history nzuri niweze kuchukua clean sheet ya mechi mm. nimecheza vizuri ila nimekosa clean sheet na mie naweza kujipa alama tisa ile. Mm. Yeah. Lakini performance yako kiujumla ya kokao, umejipa hiyo tisa na kujiondolea hiyo alama moja ambayo unasema ilikuwa ni maalum kwa ajili ya uh, clean sheet, lakini ukiondoa clean sheet uh, kijumla, nimecheza vizuri nimecheza vizuri, nimecheza vizuri na nimesikiliza maelekezo ya mwalimu ndio ambayo amenifanya niwe bora zaidi, kwa sababu ukicheza mpira kwa maelekezo unakuwa upate shida mm. E, tofauti na vile ukichezea mwenyewe mwenyewe mm. kwa sababu mwalimu ni tayari ameshasoma, ameshaitizama timu ambayo nacheza nao. Mm. Inacheza vipi, mm. hiyo na hiyo ladiwa, anakupa maelekezo vipi ili uende ukaperform vizuri kwenye mechi. Kwa hiyo ukisikiliza maelekezo ya mwalimu upate shida mm. yote. baada ya mchezo uh, ulipata nafasi ya kuzungumza na kocha kwa maana yeah. ya Hamed Suleman Ha, hapana sijapata nafasi ya kuzungumza naye kwa sababu mm. nilipata inja ya rijala mm. niligongana mchezaji ule kwa hiyo nilikimbilia kupumzika dokta naambia nikapumzike kwa hiyo hatujapata muda wa kuzungumza mm, mm. eh, lakini kiujumla kabla ya uh, mchezo eh, nini ambacho yeye alikuwa anazungumza nawe kabla ya mchezo ee alikuwa anazungumza na mie kwamba ananambia sijakuita hapa kwa kubatisha mm. eh, nimekuita hapa kwa sababu ya kuwa unaweza kwa mm hiyo -hmm. Nenda kaonyeshe kiwango chako, nenda kaonyeshe uwezo wako mm -hmm. uliokuwa bora zaidi. E, usitetemeke mm -hmm. cheza minsi ambavyo huyo nacheza, ukaperform vizuri kwenye uwanja. Unadhani kwa nini wewe na si wengine kuanza kwenye kikosi kwenye mchezo dhidi ya Morocco? Na imani kwa walimu wameona kuwa kuna kitu ambacho chakwenda kusaidia mie katika timu, kwa hiyo ndo wameweza kunipatia nafasi hiyo. Baada ya kumsikiliza uh, kocha wa magolkipa wa Osama Hamdan, lakini pia kumsikiliza golkipa mwenyewe uh, Yakub Suleiman, kwa namna ambavyo uh, ameweza kuzungumza na kocha pia ameweza kuzungumza sasa. Hebu tusikilize kutoka kwa kocha. Uh, mkuu wa kikosi cha Taifa Stars Hemedi Suleiman, yeye anasema nini kuhusiana na uteuzi ama uchaguzi wa goalkeeper ambaye anakwenda kuanza kwenye mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco, lakini pia kumchagua kwa mara ya kwanza kwenye kikosi, nini ambacho amekiona na mkocha uh, kwa mara ya kwanza Yakub Suleiman anaitwa kwenye kosi cha timu ya taifa, lakini kwa mara ya kwanza unacheza kwenye mchezo uh, wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco, akionyesha performance ya juu. Nini ambacho ulikiona kwake humjumuisha kwenye kikosi, na performance yake unaizungumzaje? Uh, ana nimpendeze, nafikiri amefanya me, kazi nzuri uh, ukilinganisha na ile pressure ile mechi sio ma mechi uh, yake ya kwanza kimataifa, sio kwa hivyo hame, amefanya kazi nzuri, na binafsi nitarajia hicho kitu sio. Of course ni, ni mgeni kwenye timu, ndio maana watu wengi mwanzo labda walikuwa hawamwamini, hawakujua, lakini uh, ni... ilichukua muda mrefu ku... mpaka nakuja kumwamini sio. Nilianza kumfuatilia zaidi katika mechi zake za ligi ambazo alikuwa anacheza alikuwa anafanya vizuri. Tuna, tuna shida ya goalkeeping katika nchi yetu kwa sasa, baada ya ishi kwa haiko katika vizuri, lakini tunao makipa mazuri, lakini anahitaji muda kwa ufupi. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya mchakato wa kumfuatilia muda mrefu, naamini kipa mzuri for future, anaweza kuwa kipa bora katika nchi yetu. Kwa mchezo dhidi ya Morocco Yakubu amekuofa kile ambacho ulikuwa unawaza e, e, kiasi fulani, siye, tuli, na nafii tumepata kile ambacho tunatarajia. Of course kuna kazi ya kufanya mbele yetu kuhakikisha kwamba anakuwa bora zaidi, na nilikuwa naitarajia hilo, lakini mnamini kiasi na, fanfaia kile ambacho tunatarajia atakifanya. Ulipokaa na jopo lako la ufundi, eh, kocha wa makipa, wasaidizi wako Uh, wakati mnajadili kuhusiana na nani ambaye anakwenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya Morocco. Ugumu ulikuwa nini? Kumpata yule ambaye anakwenda kuanza. A challenge kubwa ilikuwa ni tumeangalia la experience lakini ni jaribu kukamara, ni, ni maamuzi magumu kasi fulani kwa sababu nilikaa na kocha makipa karibu siku tatu mm, na jaribu kuangalia nani anaweza akaanza kwenye mechi sasa Uh, mwisho, nilifanya maamuzi nnia binafsi kama maamuzi kwa sababu nilikuwa najua ya kubwa na, ana advantage ana yani mm. Uh, ilikuwa ni maamuzi magumu kiasi fulani, hasa kwenye position ya the keeper, lakini after all una, una, unafanya maamuzi kwa manufaa ya timu na tumeweza kufanikia. Uh, kwa namna ambavyo amecheza, uh, kocha wa makipa amemrate Uh, kwa kumpa alama tisa kati ya kumi ikiwa ni mchezo wake wa kwanza ambao amecheza, lakini yeye mwenyewe pia anacheza humo humo, kwa maana anasema alikuwa anawaza clean sheet, lakini hajaipata, kwa hiyo hawezi kujipa zote kumi. Kama mkuu wa benchi la ufundi 7.5, umenampa kwa nini? 7.5 bado kuna matatizo ambayo yanaonekana tunahitaji kuyafanyia kazi, sio

na ma... atuko, atuko pale kwa sababu labda unaatutumakaa, lakini ukifuatilia utakuta ni goalkeeper ambaye amefanya clean sheet kwenye mechi kubwa kama za Yanga, Simba, na amecheza vizuri kwenye ligi, lakini mm, limwanda mapema nafikiri kwenye mashindano ya mapinduzi Zanzibar kule, mm. mm, na timu kama Burkina Faso, mm. kama Kenya, mm. uh, na tulianza kumwandaa tangu kule, kusema ukweli, sio na kama mtandelea mechi ya mwisho tanadugimafaso yabeere alikuwa vekipeena, alifanya wanda. Kwa hivyo ni process ipo, na naamini kuna makipa mengine wapo ambao tunajaribu ku monitor baada ya muda nafita na wakipa wazuri. Tusema kwamba ulisogea mbele ya muda Ulikaa mbele ya muda kwamba uliona mbele, kwa hiyo ukasema huyu anaweza kutusaidia sehemu, kwa hiyo ukatazama wapi naweza kumpatia ka experience kidogo, lakini na kumtazama zaidi. Of course uh, nilishukuru uh, mili, kupata zile mechi na kama mtaeli kwapo sana kule, nilishukuru mm. kupata zile mechi na, na to be honest, bumandia, me, mechi na Burkina Faso ndio mechi ngumu Mm. Me mechi ambayo nakwanda unapenda kucheza upisha kwamba ukiperform ki vizuri unaweza kwenda kwenye timu ya taifa. Mm. So nafikiri ni nilimanda ni, ni muda mrefu sio, na mimi naamini atakuwa kipa mzuri dada. Naam, basi hiyo ni kutoka kwenye kambi ya timu ya taifa Taifa Stars eh, ambako leo tuliangazia kikubwa sana, tulimtazama golkipa Yakub Suleiman eh, mara yake ya kwanza kuitwa kwenye kikosi, lakini akicheza mchezo wake wa kwanza eh, kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco eh, lakini pia vilevile vile kocha wa kikosi hicho Hemedi Suleiman eh, naye ametia neno kuhusiana na nafasi hiyo ya golini, lakini pia amezungumza nafasi ya Taifa Stars eh, kiujumla, na hivi ndivyo eh, vitu ambavyo pata ndani ya TFF TV, mambo mengi pamoja na elimu ndani yake, lakini pia ulipata uh, uli kumsikia uh, Yakubu mwenyewe, lakini pia ulipata kumsikia uh, kocha wa makipa kabla ya kocha uh, mkuu wa kikosi hicho kuweza kufunga uh, katika eneo hilo. Basi mimi ni kushukuru kwa kuichagua TFF TV na kuweza kuyapata hayo ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Nyuma ya kamera ni Emmanuel Zinga ambaye ameshiriki uh, katika kipindi hiki, lakini pia vile vile mtayarishaji wa kipindi hiki ni Cosmas Komba. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo, asante. Tukutane kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo hilo la Clifford Mario Ndimbo, lakini pia Tan Football, unaweza kupata vitu vingi sana ambavyo, eh, haujavipata kwenye TFF TV, lakini pia na elimu ndani yake. Wakati mwingine, asante.